Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji wa Shalom Same TV. Zoezi la ugawaji wa vitu kwa wahitaji maalum kutoka kijiji cha Masandare mji mdogo wa Digidigi, hivyo tunakukaribisha sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati wa zoezi hili, na baada ya kumaliza zoezi hili, basi nitakwenda kuzungumza na baadhi ya wale ambao wamenufaika na msaada huu wa ugawaji wa nguo na vitu vingine. Hivyo ninakukaribisha sana uweze kutufuatilia mwanzo mpaka tamati. Karibu sana tamale, tamale. Asalamu as alaikum, ah, nimefurahi kuwaona. Nadhani hatufaaniani lakini Mungu huwa kuwaunganisha watu <tuhum> hata kama hamjuani jubani, ni binadamu, tukishakutana tunaweza kujuana. Jina langu hili naitwa mchungaji Abogast Tramba, mimi ni mchungaji wa kanisa naitwa Shalom Christian Center, iko hapa Digidigi wengi labda tutakuwa mnavitaga pale natuona pale, tuwengine wasema walokole. Kwa hiyo sisi tuko pale, nawashukuru sana kwa kufika. Kusudi letu la kuja hapa ni kwamba kanisa letu huwa linakuwa na fadhili eh, kwenye jamii tunakuwa na mambo ya ibada kanisani, lakini pia tunakuwa tuna kitu kinachoita tu ufadhili kwenye jamii. Huu ufadhili kwenye jamii ni watu wanatoa vitu ambavyo wanavyo kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo mwaka huu tumeanza na vitu kama nguo na vitu vingine, lakini kipindi kingine inawezekana isiwe nguo, kukawa na vitu vingine. Tunaweza tukawa sio nguo, ikawa ni vyakula, ikawa ni nini kwa sababu ni mpango ambao unaendelea kila wakati. Kwa hiyo eh, tutagawa, tuna nguo hapa, tuna baadhi ya vitu vingine vidogo, sio vingi sana, lakini vingi hapa ni nguo. Kipindi kingine mtuombee, tukija tuje na vitu vingine. Ndio jamani, tuje na vitu vingine kwa sababu ndio eh, tume mwaka ule tunaanza, lakini tunategemea huko tunakoenda mbele tuwe na vitu vingi zaidi. Kwa mfano mimi nilikuwa nimewaambia tungeweza tungekuja na majiko ya kupikia, yaani vile vitu ambavyo watu wanavitumia nyumbani, majiko ya kupikia, watu wenye majiko ya gesi, wenye redio, wenye TV, wenye. Kwa hiyo inawezekana kingine tukija tukana na vitu tofauti, lakini kwa sasa tunaanza na hiyo. Naomba mvipokee, vitu vidogo tu, lakini ni kwamba watu wameonyesha upendo kwa watu wengine, hata kwa watu wasiowajua kwamba upendo wao unaweza ukamgusa mtu tu, hata kama hujui lakini tuombeeni kwamba siku ingine tukija, tuweze kuja na vitu vingine vingi zaidi na ambavyo ni mahitaji ya watu zaidi. mm -hmm. Na hatuna nia nyingine yoyote, nia yetu kubwa tu ni kwamba angalau kanisa linapokuwepo basi liwa liwafikie na watu wengine wanaozunguka eneo hilo, msikayetu mm -hmm. Mkaomba hapo tu, lakini hata hamwafikii watu wengine. Kwa hiyo ndio kusudi kubwa la la, la kufanya kitu kama hiki. Amina jamaa, amina. Sawa, sasa kila kitu tunachokianza tunaanza kwa neno la Mungu. Mtasoma kidogo tu mstari mmoja tu, kitabu cha Yohana sura ya kumi na tano aa mstari wa kwanza, huo tu basi, andika. Anasema, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilo zao uliondoa, na kila tawi linalozaa ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Nasema ninyi mmekwisha kuwa kwa sababu meshakuwa safi kwa sababu ya lile neno. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika na ninyi msipokaa ndani yangu. Ni Yesu tu alikuwa anazungumza maisha ya kukaa ndani ya Mungu, pamoja na vitu, pamoja na vyakula, pamoja na elimu, lakini bado Mungu anatuhitaji na anahitaji kwamba tukae kwake, kwa sababu usalama wa maisha yetu uko kwake hata kama utaishi miaka mingi utaishi miaka <coughs> mingi sijui miaka mingi huko duniani mingapi, hatuna miaka mingi ya kuishi hapa duniani, lakini tukumbuke pia kwamba kuna Mungu ambaye angenipenda tukae kwake. Na tukikaa kwa Mungu, Mungu atatuponya na magonjwa, atatulinda dhidi ya nguvu za wachawi washirikina. Tunaishi kwenye mazingira ambayo siku hizi ushirikina ni mwingi, tunamhitaji Mungu. Kwa hiyo Mungu anatupenda na Mungu angetamani tukae kwa mm -hmm, tusikae nje ya Mungu mm -hmm. Sawa jamani, mm -hmm. Muki, tukifanya hivyo tutaponywa na mambo mengi, familia zetu zitaponywa, watoto wenu wataponywa, waume zenu wataponywa, ndugu zenu wataponywa kwa sababu Mungu pia ni mponyaji mm -hmm. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki, Mungu aendelee kuwalinda, Mungu awape wa afya, Mungu awape wa familia ambazo zimejaa neema na baraka za kila aina Amen. Na mfanikiwe na watoto wenu wafanikiwe, yeah, na kila mlifanyalo likafanikiwe katika jina la Yesu. Baada kusema ali, e, apa, ya kusema hayo nimkaribishe dada hapa ya atatoa utaratibu namna ya kugawa, na sisi tutakuwa tumesha kabili sasa. Yeye ataendelea, sisi mtamkubali huyo aongoze hilo zoezi. Kwa hiyo, karibu sana, vitu viko hapa Kijana, kukusaidia tu. Tunashukuru sana mchungaji kwa zawadi uliotutoa kusakatuli. Tunasema matendo saba ya huruma ya mwili na roho. Sasa ni matendo saba ya mwili maana ya roho tumeshakula tayari. Jamani, no, no. Ee, no, utaratibu tukautumia mm, sio ile karatasi alikuwa umeandikwa hapana. Hapa hakuna chalisti hapa, utakuja mmoja utapewa, hizo utakachopewa alafu usiondoke na naka pembeni kwanza kidogo, utaratibu utaendelea mmoja mmoja.

Kwa niaba ya wote ninyi asugumize jambo. Lakini kama sijamkaribisha mmoja wenu nisiwe mchoro pia wa kuwaeleza maneno haya hapa kanisa yetu kama tulivyosema, iko hapo chini taa ii. Lakini najua tunavyoishi kwenye familia, kwenye ya mzee kule, kuna changamoto za maisha ambazo tunakutana nazo, si ndio? Jamani, sisi pale kanisani huwa tunatoa huduma mbalimbali za maombezi, ushauri, kama mlivyoona hapa. Mchungaji wetu alizungumza na nyie, ni mtumishi wa Mungu, anatoa huduma za maombi. Kama nyumbani una mgonjwa, usikae tu na mgonjwa mahali, kwa uponyaji papo. Bwana Yesu asifiwe, amina. Lakini pia kwa ushauri na mambo mengine yanayohusiana ya na masuala ya kiroho Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nimeona nisiondoke bila pia kuwapa direction hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msifu Yesu Kristo. Salamu alaykum. Sasa tuna jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuletea wageni wenye upendo wa dhati na kututoa hofu kwa wale wanapotembea nyumbani kwao hivi wakiangalia mbele wanasikia nyimbo hata za mauti. Amen. Wanakuwa na mawazo sana lakini hawawezi pa kukimbilia, hawapati pa kukimbilia. Kwa hiyo naomba mtu mwenye msongo mawazo, mwenye tatizo, mwenye mgonjwa ambaye yani anajichukulia maamuzi ambayo hata yafai, akimbilie hapa kwa waponyaji, apate maombi na kupokea maombi ili aweze kuishi vizuri, asijichukulie maamuzi mm -hmm. mpaka hapo nasema asanteni mm -hmm. Lakini pia kuna mama yetu ni mmoja wetu kule kanisani, nafikiri ni jirani yenu mama mzirai naye akisema jambo na naskilitapendeza. Mama karibu. Wapendwa katika jina la Yesu, mimi ni mmoja wapo na sali kwenye kanisa lile pale. Pana huduma zote kama alivyoeleza mzangu, hata kama una changamoto ya ndoa ndoa zeni mnazijua wenyewe, ninawaombeni sana, kimbilieni mahali pale. Watoto wetu wanatusumbua sana, lakini si wao. Usimchukie mwanao kwa ile tabia, kuna kitu kiko ndani yake ndicho kinamfanya awe vile, nanielewa una roho iliyopo ndani yake, ndio inamfanya vile, ndio inamfanya afute bangi, ndio inamfanya anye pombe, ndio inamfanya afanye uzinzi, ndio inamfanya kila kitu. Lakini ai, tunapakukimbilia tukiombewa, kwa jina la Yesu Kristo, ambalo mimi ndio naloliamini, ambalo hata mimi ndilo liloliponya wakati nimepita kwenye changamoto za kila aina. Niliponywa kwa jina moja tu la Yesu Kristo, hakuna lingine, hakuna makalangula hakuna kirurumo sijui kizizima. Ni Yesu peke yake ndiye <coughs> anaweza kututoa katika kila hali tunayopitia. Imempendeza Mungu niwaeleze hivi. Kwa hiyo nawaombeni, pa kukimbilia papo, Shalom Christian Centre. Karibuni sana, tuwe pamoja, tuachane na hizi viki za dunia ambazo zinatutesa na mwisho tunaingia motoni. Ni heri tupate pa kukimbilia. Mungu auangalie moyo wako aone kwamba iko siku moja ulimtafuta, akuponye katika madhaifu yote unayopitia. Maana Mungu hutuponya, hututoa katika maangamizo yote, na amesema maskini kwetu sio sehemu yake. Hatuhitaji kuwa wamaskini kwa sababu Mungu ametuumba kwa sura na kwa mfano wake. Wewe unavyofanana ndivyo Mungu anavyofanana. Sasa kwa nini upate shida, mpendwa wangu, mwenzangu? Kwa nini upate shida? Kimbilia kwa Yesu. Yesu peke yake. Peleka msalabani kwa Yesu. Anamaliza. Ni hayo iipendeza lisene a me kama kunalio wa kwanza samahani, kama kunaalio fulani piga makofi Amina. <laughs> Amina. <laughs> Mimi ni Mkristo Mkatoliki lakini, kuna mtoto wa dada yangu aliumwa sana, yeye mm, ni msabato lakini aliposikia kuna maombi kwenye kanisha kanisa la Shalom, kwa kweli tukampeleka. Mpaka sasa hivi ninavyoongea ametoka Shalom amepona kabisa, amen, amen, amen, amen, amen. Yaani haufungi kwamba ni Muislamu au ni Mkristo Mkatoliki aache kwenda kuombewa kama una shida zako. Yaani hawa hawafungi. Sio ukifika pale kwamba umehamia huko kwa wapani. Unafika pale unapata maombi, kinachokusibu kwa kweli unaachana nacho. Huo ndio ushuhuda mpaka sasa hivi. Ule mtoto sasa hivi ule mtoto yuko huko jamani. Na mimi niseme machache tu, alafu tumalize. Kwanza niseme tu na kushukuru sana kwa kukubali kuja. Unajua, si tungeweza tukaja na mafurushi yetu hapo, alafu hampo maana yake tungerudi naye lakini kwa sababu mmekubali mmesikia na mkaja, Mungu awabariki sana Amen. Na mmesikia shuhuda hapa. Kwa hiyo niseme, ni niseme tu karibuni kanisani kwetu, ukija pale jitambulishe a, tulionana siku moja na kuelewa kama kuna una uhitaji wowote wa maombi au ushauri au jambo lolote, tutakupokea vizuri na tutakusikiliza vizuri kabisa. Kwa hiyo kama alivyosema mama, kuna mahali ambapo tunaweza tukapumulia, yaani pale tumebanwa tukaenda pale na Mungu akatusaidia na watu wengi sana wamepata msaada pale. Amina jamani, baada ya kusema hayo basi, ngoja nikuombee baraka za Mungu ili Mungu aendelee kukubariki. Mungu wetu na Baba yetu, wewe uliyeumba mbingu na nchi, wewe ambaye una nguvu za kubariki, nguvu za kuponya, nguvu za kuinua, watu wako wamekuja mbele za uso wako Bwana kwa ajili ya jambo hili ambalo Mungu limeletwa mahali naomba ukawabariki, ukabariki familia zao, ukabariki watoto wao, ukabariki waume zao, ndugu zao wote. Na kama kuna wagonjwa Bwana, ukawaponye, wenye mateso ukawaweke huru, na leo Bwana iwe ni siku yao e Bwana ya kufunguliwa kabisa, katika jina la Yesu. Bwana tunakushukuru, Mungu wetu, kwa sababu utatupa zaidi kuliko hiki ambacho tumepokea leo, na utayabariki maisha yetu kuliko haya ambayo tunayo sasa, katika jina la Yesu wote tuseme amina. Amina, Mungu awabariki. Yes mtazamaji wa Shalom Same TV, na baada ya zoezi hili basi tukawasikilize baadhi ya wale ambao wamenufaika na msaada huu a, tupate mawili matatu kutoka kwao. Karibu sana. Mimi kwa majina naitwa Amina Limbazi, natokea hapa Same Masandare. Uh, unajisikiaje kupewa mahitaji ama unajisikiaje kwa umoja wa wale ambao wamenufaika na kupewa mahitaji? Kwa kweli najisikia vizuri na nashukuru Mungu tuweni pamoja. Taarifa hii niliipata kwa balozi wetu wa mtaa, alikuja akatuambia kwamba tunahitajika hapa shuleni hmm. na hatukujua kwamba tunahitajika kwa ajili gani Wakati anawaambia akwambia anachowaitia aliwaambia tu ninahitajika tarehe fulani shule ya msingi tarehe kumi na mbili. Ndio. Na baada ya kupewa mahitaji hayo, niye, kama wahitaji, unafikiri msaada huo utawasaidia nini katika maisha yenu? tu- tuna- tulivyopata haya mahitaji tumejisikia vizuri, halafu tukaona kwamba kweli Mungu anajua kutenda mambo yake katika roho na kweli anatupigania. Aa, sasa kuna wale watu ambao wamejitoa katika kutoa haya mahitaji wamejitoa sana katika kutoa vitu mbalimbali kwa ajili ya wahitaji, unaweza kuambia nini kwa siku ya leo? Mimi kama mimi, napenda kuwaambia kwamba Bwana yani, Bwana wazidishie zaidi. Tunatoa shukurani zetu kwao, tunashukuru sana kwa sababu wametufikiria kwamba sisi tukoje, wakatuletea wakatu hizi zawadi. Na ni ujumbe gani unaweza kutoa kwa kanisa la TAG Shalom Christian Centre, kwani wamejitahidi sana, wamefanya jitihada, wamefanya juhudi mpaka kuhakikisha kuwa nyie kama wahitaji mnaweza kupata chochote kitu. Ni ujumbe gani unaweza kuambia? Mimi ujumbe ninawaambia hili kanisa la la Shalom kwamba wasirudi nyuma waendelee kutuhamasisha, maana kuna wengi ambao wasioelewa neno la Mungu okay. Na kuna watu wanakutazama kupitia chaneli hii ya Shalom Same TV, unaweza kuwambia nini? Naweza kuwaambia kwamba jina la Bwana lihimidiwe, amina. Aminaai anaitwa Ashura Mohamed. Ndio sa mama pale, amina sana, kongera pia. Mmepokeaje taarifa hizi kuwa kuna zoezi ambalo linafanyika siku ya leo tarehe kumi na mbili uh, mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba kutakuwa na zoezi ambalo linafanywa na washirika wa TAG Shalom Christian Centre kwamba kutakuwa na zoezi la ugawaji wa nguo na vitu vingine vya mahitaji ya nyumbani. Mmejisikiaje mlipopokea taarifa hiyo? Sasa tumejisikia vizuri. Tunamshukuru Mungu na Mungu endelee kuwa mtukufu. Mlipopokea um, uh, taarifa hiyo kwa upande wako wewe, ulijisikiaje ulipopokea taarifa hiyo kwamba tarehe 12 mnahitajika shule ya Masandare kwa ajili ya kupewa mahitaji fulani. Kwa kweli nimejisikia vizuri sana. Nikasema wewe unajitahidi kufika shule ya Masandare kwa sababu nimeita. Mama pale, ulijisikiaje? Nashukuru Mungu na nifurahi. Na Mungu azidi kubariki. Na taarifa hiyo ulipokea kutoka kwa nani? Na hiyo, kutoka kwa jirani yangu ambaye anaitwa Mkanuzi. Nikashuka kwa baadhi zangu kwa nini tunakia tujia Masandare saa mbili asubuhi, tukashuka tupate taarifa ni saa ngapi, akatwambia ni saa tisa saa tukaenda kwenye mkutano kwenye kiti, akatwambia turudi nyumbani, wenzetu akaenda, sisi tulivyorudi tukapata tarifa kwa kwa kwa kwa kila kitu ni kina ah, lakini tu baada ya washirika wa kanisa la TAG Shalom Christian Centre ambao wamejitoa wamejitoa kwa moyo mkunjufu kuhakikisha kuwa wahitaji wa kijiji cha Masandare mji mdogo wa Digidigi wanapata mahitaji maalum. Unaweza kuambia kuwambia nini? Nini amin, na ni ujumbe gani unaweza kutoa kwa kanisa la Amin. Yes, mtazamaji wa Shalom Same TV, tumefikia mwisho wa kipindi chetu na nina imani kwamba umeweza kusikia mawili matatu kutoka kwa baadhi ya wale ambao wamenufaika na mahitaji ambao wamepewa kwa siku ya leo uh, kutoka kwa waumini wa kanisa la TAG Shalom Christian Center. Uh, ninakusihi sana kwako wewe ambaye bado haujasubscribe channel ya Shalom Same TV uh, basi subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wetu na uweze kupokea taarifa pale ambapo tunarusha vipindi vyetu katika channel ya Shalom Same TV. Mimi ni Rose Jotham, ninakutakia wakati ulio mwema.